Hei alikuwa ni mwalimu mstaafu na mke wake alikuwa ni mmiliki wa ardhi, ni mmiliki tajiri wa ardhi huko chini huko.

ni zawadi ya ukombozi ili uweze kuwa nafumaiyo tena. Heidi alitambua Mungu anampenda anataka aishi kwa ajili yake.